Image hiyo iwe kwa upana wake kwa Watanzania wote. Mimi sikatai kwamba kuna mambo ambayo watu wanaona si sawa. Ni sawa kuona kwamba mambo si sawa, hatuwezi kubisha. Sasa si wewe ndio unavyoona na mimi ndio ninavyoona. Nikiona mambo mambo si sawa, sinasema mambo si sawa, lakini hatua gani ninazochukua baada ya kuona kwamba mambo si sawa, ni majadiliano na kuzungumza, ili niweze kuwasilisha hoja yangu kwamba mambo haya si sawa, ili tujadiliane na kuona tukae vipi katikati, wewe hoja zako na mimi hoja zangu, tuzilete tukae pamoja. Lakini tukiamua kuchukua mawe tukaanza kurushiana, kwa sababu mimi mtazamo wangu ni tofauti, inatusaidia inatusaidia nini? Inatusaidia nini, ndugu zangu? Kwa hiyo nawasihi sana watanzania wenzangu, nawasihi sana viongozi wa dini na waumini wetu wote wa dini zetu mbalimbali, tuwe na ukomavu kama ambavyo tumekuwa na ukomavu kwa miaka yote, ukomavu wa kisiasa Ndoa yenye ukomavu, wanandoa wanakwenda chumbani, wanasubiri watoto wamelala, wanaenda kuongea, baba, hili si sawa tena. Wakati mwingine chumbani kule tunaongea kwa moto kabisa, lakini tukitoka nje haitaji majirani kuanza kushangaa na kutuona. Wakati mwingine watu wanadhania ni sifa kwamba sasa ndio tumekomaa, kwamba tunagombana. Angalia wenzetu wa nchi fulani, wana... hawawezi ha, kuruhusu mambo ya ki... huo ni upuuzi. Kwamba mnaweza mkaona ni sifa kwamba watu wanagombana, ndio maana wamekomaa kisiasa, sio kweli, huo ni upuuzi na kuna watu wanathrive kwenye shida. Yaani kuna watu chakula chao shibe yao ni fujo, anatamani tu kuwe na... mbona hatu mbona hatupati mtikisiko wa kutosha, anatamani kuwe na mtikisiko. Hatuwezi kuishi namna hiyo ndugu zangu, twendeni tukapige kura, mchakato uishe, halafu tutakuja kwenye mazungumzo kama kuna jambo la kuzungumza. Mungu awabariki sana.